Naomba mpokee salamu kutoka kwa mwenyekiti wa chama chetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Nilimuaga kwamba nakuja Tunduru leo, kaniambia waambie watu wa Tunduru tunawapenda na tutaendelea kuwatumikia. Niwapongeze <coughs> sana viongozi wa CCM wa mkoa na serikali kwa kazi kubwa ambayo umefanya kwa kushirikiana na rais wetu. Utekelezaji wa ilani ya CCM kwa wilaya ya Tunduru umepitiliza. Miradi ya maendeleo iliyotekelezwa sio ya kitoto. Kazi iliyofanyika ni kubwa sana, kwenye sekta ya afya, kwenye sekta ya elimu, kwenye sekta ya maendeleo ya jamii. Hakuna sekta haijaguswa, hakuna kijiji hakijapata fedha, hakuna mtaa haujapata fedha, hakuna kata haijapata fedha. Kila sehemu ya maendeleo katika mkoa wetu wa Ruvuma imeguswa. Hongereni sana sana, wana Tunduru. Nawapongeza kwa kilimo, mkoa wetu amesema pale Msidwa sasa ni wanne kwa GDP kitaifa, kwa maendeleo ya watu mmoja mmoja na uzalishaji. Hii ni heshima kubwa kwa watu wa mkoa wa Ruvuma, lakini pamoja na uzalishaji wa kilimo, lakini vile vile kwenye madini, Tunduru iko katika tano bora za nchi yetu. Ongereni sana. Mwaka huu tunakwenda kwenye uchaguzi, na uchaguzi ni maana yake ni kwamba tunapimana kila baada ya miaka mingapi? mitano hiyo mwaka 60 mwaka 60 tulipiga uchaguzi wa kwanza lakini kila miaka mitano nchi yetu inafanya uchaguzi kila miaka mitano nchi yetu inafanya uchaguzi tumeshafanya uchaguzi kwa miaka hamsini mfululizo bila kukoma ili wananchi wapitie maendeleo yaliyopatikana waamue chama wanachokitaka au sio kwa hiyo tunashukuru sana kwa hapa tulipofika, tunaomba tuendelee kujielekeza katika kuleta maendeleo. Nawashukuru sana ndugu zetu kutoka chama cha ACT waliojiunga na chama cha Mapinduzi, na natoa wito kwa wananchi wote watanzania wa vyama vyote kujiunga na CCM kwa sababu ndiyo chama cha maendeleo, na sisi tuko tayari kufanya kazi na watanzania wote bila kuwabagua watanzania. Tuendelee kuilinda, kuitetea na kuienzi amani ya nchi yetu kwa nguvu zetu zote. Nchi yetu iendelee kuwa na upendo. Nchi yetu iendelee kuwa na mshikamano. Tuendelee kupendana, tulete maendeleo ya nchi yetu.